huyo ni Kitila asema. Lakini kilio marufuku ya bidhaa kuingia Malawi na Afrika Kusini, kilio marufuku ya bidhaa kuingia Malawi na Afrika Kusini. Lakini kesi ya Tundulisu heka heka Kisutu, kesi ya Tundulisu heka heka Kisutu. Polisi yadhibiti wafuasi viongozi wa Chadema waliokwenda kusikiliza kesi yake, waimarisha ulinzi kila kona. Lakini mgombea urais azuiliwa ketini, awakomalia polisi lisiwa gomea video mawakili walivyochuana kortini. Hakimu Kiswahili aga amaliza utata. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Hizo ni ekaeka za Kisutu, kesi ya Tundulizo. Lakini ndugai arusha dongo atamba na clean sheet. E, mbugai arusha dongo atamba na clean sheet. Lakini kilo elfu kumi na nne za kemikali hatari zazuiwa nchini kilo 14 za kemikali hatari za zuiwa nchini. Lakini habari picha ikiwa imeonesha kala uh, la jeshi la polisi nchini Tanzania likiwa limetanda maeneo ya Kisutu huku likiwa uh, lina magari likiwa na zana zote zimekamilika, huku akiwa na askari watembea kwa farasi maeneo ya Kisutu kuzuia wakusanyiko. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwananchi, lakini gazeti la kula Nipashe naandika kesi ya lisu ni mshike, mshike mawakili wa wachuana kortini, ulinzi mkali hm nyika wanasheria makada Chadema wakamatwa Lissu wagoma kesi kusikilizwa eh, kwa mtandao akiwa gerezani ni habari ukurasa wa pili. Lakini Tanzania yatangaza uamuzi mgumu kwa Malawi na Afrika Kusini na wakuu wa nchi za Tanzania na Botswana watoa tamko la pamoja. Lakini siku ya malaria, wakuu wa nchi za Tanzania na Boswana watoa tamko la pamoja. Eh, pamoja nld yachuana na zitokabwe kuwania hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti la kula Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini bado kuna habari inayosema mtandao wenye fedha wabainika kufadhili biashara dawa za kulevya. Mtandao wenye fedha wabainika kufadhili biashara za dawa za kulevya. Lakini maziko ya papa jeneza kupigwa mahuri leo usiku Trump kushiriki lakini Mkumbo atua bungeni akiwa na vipaumbele 31 kuwavusha wa Tanzania. Ukurasa wa tano gazeti la kula ni Pashe. Lakini tukichana gazeti Nipashe kwa gazeti gazeti la kula Habari Leo linaandika mahakama kutoa uamuzi kesi ya Lissu Jumatatu. Lakini DCI yanasa tani 14 mihadarati na kemikali. Ukurasa wa saba gazeti la kula Habari Leo. Lakini bado kuna habari inasema uwekezaji wa pa miradi mitaji hisa vyaongezeka viwanda usafirishaji vinara, lakini Biteko aonya viongozi migogoro ya ardhi, lakini mtaalamu wa maabara Mzumbe afa akiogelea hotelini, lakini Nchimbi tumuenzi Nyerere kwa amani na uadilifu, na Kassim Majaliwa ahidi usalama a uchaguzi mkuu. Yene habari ukurasa watatu, huku bidhaa za kilimo Malawi Afrika Kusini ni marufuku. Yene habari ukurasa watatu wa gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwenye gazeti la Uhuru linaandika Dr. Rais Samia anafuata falsafa za Mwalimu Nyerere. Lakini Profesa Kitila aandika vipaumbele sita, vipaumbele tisa, vipa mipango ya uwekezaji. Wana habari ukurasa wa nne, huku demokrasia sio vurugu, Wasira asistiza itumike kujadiliana, kujenga hoja, kuleta maelewano. Lakini ataka isitumie isitumike kuchochea shari kama wanavyofikiria baadhi ya wanasiasa. Lakini Jaji Mutungi akerwa na vyama vya siasa kuvuruga amani. Mawakili walisu Lisu wangukia pua. Yo habari kwenye gazeti lako la Uhuru nasema mawakili walisu Lisu wangukia pua. Na Biteko apeleka tabasamu Longido Samia Girls. Biteko apeleka tabasamu Longido Samia Girls huku serikali ya wahakikishia usalama, wapige kura. Yo habari ukurasa wa tatu gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Majira linaandika mawakili wa serikali Lisu watoana wa jasho. Mawakili wa serikali na Lisu watoana wa jasho. Wasira, demokrasia ni majadiliano hoja na maelewano. Lakini Dr Chemba ataka nchi ya Afrika kuvutia wawekezaji. Na makardinali 103 kushiriki mazishi ya Papa Francis. Lakini DCEA e, yakamata kilogramu 4568 za dawa za kulevya, huku vipaumbele vitano ofisi ya msajili wa hazina vya tajo. Ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la Majira. Pata nakale yako kwa habari kwa kinam Likini gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika mahakama kutoa uamuzi Aprili 28. Mahakama kutoa uamuzi Aprili 28. Lakini taasisi ya uongozi yatoa mafunzo kwa wakurugenzi 459, na, na ofisi ya rais mipango wekezaji ya idhinishiwa bilioni 148.6. Na binti aliyedai kutumwa kumuua Mpina apandishwa kizimbani. Binti aliyedai kutumwa kumuua Mpina hapa ndisho akizimani, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika Tanzania yajibu mapigo kwa Malawi na Afrika Kusini yapiga stop mazao ya kilimo kutua nchini. Lakini kuna habari inasema Waislamu nchini wamlilia papa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo linasema pia Waislamu nchini wamlilia papa. Lakini sisi mwe washukuru viongozi wa dini. E, sisi mwe washukuru viongozi wa dini na kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo linaandika Dr. Biteko afurahishwa na uteuzi wa changamoto ya utatuzi wa changamoto ardhi Monduri, lakini mradi wa resti waanza kuwezesha wenye ulemavu Iringa. CTI yatangaza rasmi maonyesho ya Expo wenye viwanda zaidi ya 400 kushiriki, serikali kufurahishwa na maandalizi yake yaipongeza CTI ya Tan Trade kwa utaratibu mzuri, lakini polisi hawadhibiti kwa virungu wafuasi wa Chadema mahakama ya Kisutu mashabiki Yanga walipa faini iliyotozwa aliyotozwa Ali Kamwe, nyota nyota wangu wangu wanataka historia. Au wasema nyota wangu wanataka historia, hilo ni gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo lakini gazeti lako la uelekeo kwenye michezo inaandika TPLB yasistiza dabi itachezwa tu, yakanusha uvumi wa mitandaoni. Lakini Simba dabani ni nyumbani yatamba kuwaduaza Stelebosh. Nilivyonyanyapaliwa udongoni, udogoni, huyo ni rafinya asema nilivyonyenyapaliwa udogoni. Lakini kwenye burudani, bilinasi adai nafasi, eh, nafsi iligoma kumwaga fedha Nigeria andika historia Annasiri ikitoa ubingwa, lakini maofisa wa utamaduni nchini watakiwa kuwasimamia wasanii. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti ya Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. lakini wanachama wa Yanga wa changa zaidi ya milioni tano wa mkabidhi Ali Kamwe. lakini haijakaa vizuri kwa Vini Jr. Hiyo ni habari kimataifa, kutoka kwa unyota wa Madridi eh, Vini Jr. habari inasema haijakaa vizuri kwa Vini Jr lakini Majira linaandika Simba steleboshi machozi na damu, Jumapili wekundu wa Msimbazi wapiga tizi la kufa mtu, wapania kuwashangaza wa, wa sauzi. Lakini mpango aweka jiwe la msingi viwanja vya michezo Zanzibar, na gazeti la Uhuru linaandika Simba fainali kafcl eh, uhakika. Lakini Al Hilali ya Sudani yamnyatia star wa Singida Black Stars. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika wachezaji Simba watamani historia, serikali kuendelea kuboresha miundombinu michezoni. Lakini Yanga kamili muungano, tamasha la Samia hakuna kiingilio, linahabari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Fadu, tumekuja hapa Saudi kufuzu fainali. Yanga yamgeukia kwa kasi Feitoto, mabingwa ya mbioni kushuka daraja. Ni mabingwa gani? Basi pata gazeti lako la Nipashe litakuletea habari kwa kina lingine gazeti lako la mwanaspoti linaandika siku 15 eh, mgumu kwa Simba, Yanga yaweka rekodi nyingine, lakini riki ashtukia janja ya Aseno. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la michezo, gazeti la mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la mwanaspoti ndo natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa irini, asubuhi njema.